Habari za uko Sefu? ah, namshukuru Mungu kaka, sijui wewe da. Mi niko vizuri ndugu yangu, habari za uzima? ah, uzima kama hivi, bado tuna changamoto za kimaisha, ni kawaida kwa mwanadamu. Ndio, ndio, mwanadamu hupunguza changamoto baada ya kufika katika kaburi, lakini pia kwenye dini huko kuna changamoto kubwa, Mungu atuepushe nayo. Tunashukuru bwana shekhe, mimi niko buheri kabisa maana nimekupigia hapa e, tuzungumze kidogo. Naona mitandaoni huku kumekuwa na vita kubwa, baadhi ya e, viongozi wa vilabu wa kitaa, e, wakirushiana maneno na wanahabari kuhusiana na mwenendo mzima wa timu zao e, labda upande wako Seif, hii imekaaje na labda inaleta taswira nzuri ama taswira gani kwenye mpira wetu katika michuano mbalimbali. Ah, uh, Abdallah Eh, nyakati nyingi tunavyokuwa tunazungumzia Simba watu wanachelea sana kutuelewa, sijua kwa nini, si kwa nini watu wanawana, wanachelewa kutuelewa ndio eh, Abdallah. Sisi Simba ndo timu pekee ambayo huwa tunasemwa vibaya kuliko watu wengine wote. Sisi hata tungefanya kitu gani Abdallah ndio hatusemi hatusifiri, watu atu, watuelewe lakini <laughs> <laughs> <tie> tukisikia changamoto yoyote ya Simba Sports yoyote Abdallah, changamoto hiyo ikiwa imefanywa na Yanga basi itazungumzwa vibaya ya Simba kuliko ya Yanga moja. Nakugusia sehemu ndogo, halafu nitakwenda katika msingi. Kwa mfano sahizi Abdallah, tuna miaka minne zinasubiri katiba ya Yanga, hiyo miaka minne. Yani sio katiba imeenda BMT, yani BMT huko labda wameikataa wa <laughs> baada ya kukamilika labda katiba imeenda wizarani Hapana, katiba bado, miaka minne wanayo mkononi, lakini hiyo sio stori, yani sio stori. Wakati huo ilikuwa kila ukifungua kituo cha televisheni, ukifungua kituo cha habari, kilikuwa kinamzungumzia Mo, ni stori tu, yani Moo mwaka wangapi? Hey, ajafanya kitu chochote, katiba ijawa swichi waya aya mabadiliko, lakini sio stori upande wa Yanga siu, unanielewa nani nani Abdallah? Ndio hawa kina Privadinho wao unaowaona leo walikuwa wanashutumu kama sio mabadiliko ya Simba, kama Simba waongo. Imefika kwao leo wa wasimami wakasema, wasafi, watu ambao walikuwa na mkompleni mmoja, kulikuwa kila baada ya dakika leo, kusema, ya dakika kufikia yule Maulidi Kitenge leo wasikii chochote kusema ni yule Maulidi Kitenge hajawahi kuzungumzia juu ya mabadiliko ya Yanga na ya katiba ya Yanga, iko wapi na lini atafanyika mabadiliko, lakini ilikuwa kila kukiti akicheka aki katika kipindi, yule Maulidi Kitenge ndio mtu wa kwanza kwenda kuzungumzia hivyo vitu lakini Simba hatuwahi kukumemoji kitengeta mara moja, tuliona tu ni shabiki mmoja wa Yanga ambaye yupo studio anatoa maoni kwa sababu ya Yanga yake, ila ikifika upande wake hatotoa maoni, na kweli saizi iko upande wake, amekaa kimya. Umenielewa, umenelewa? Abdalla, nimeanza kukugusia huko angalau uone namna ya hivi vilabu ambavyo vinatenzwa nguvu mwanahabari nchi hii, ili uonekane unafanya habari, watu wasikuwataki, basi wee unasikia Yanga, wee ni mwanahabari mzuri, unafanya habari na utatafutiwa sifa. Lakini uonekane wee mwanahabari mbaya, watu anakupiga mawe na unatukanwa, umenielewa vizuri. Uwe mwanahabari ambaye unatoa maoni juu ya Yanga yale unayoyaona wewe, wee ni mwanahabari mbaya. Nitakwenda kwa muhusika, nataka tuguse kidogo kidogo, bwana Abdallah. Umenielewa bwana Abdallah? no, no kugusa kidogo kidogo ndo elimu, watu unakuwa unawakumbusha mechi moja kati ya Yanga na Klabu Sport, nadhani sijui ilikuwa warabu wale kutoka wapi huko, ilichezwa uwanja wa Taifa. Yanga ndo wanakolfai mara ya kwanza kutoka makundi, goli anaenda kufunga ni Aziziki ugenini, umenielewa vizuri, sikosei kama nitakuwa sikosei, ndo hivyo bwana Abdallah. E, baada ya mechi hapa suruhu ya bila ya kufungana, Wilson Huruma alipotoka nje kama mshabiki mwingine au kama mchambuzi akasema, mimi sioni Yanga kwenda popote hapa kwa namna hii ambavyo imecheza, Yanga imecheza chini ya kiwango, au yalikuwa maoni yake, lakini walipokwenda kuqualify Wilson Huruma akawa sehemu ya kutusiwa mpaka na huyu kina Ajisande Manara huyu, umenielewa vizuri, akamvamia Wilson Huruma mpaka akafika sehemu ya maisha yake akawa na mguso Wilson Uruma, wewe mchambuzi mchambuzi huwezi kutoka wa, wapi si mbondole si wapi uko ndani si hivi na hivi. Wilson Uruma naye akawa anamjibu kwamba mimi, naepe tusiende katika majibu sana, lakini kukawa kuna tafrani katika mitandao ya kijamii kwa sababu tu eh, Wilson Uruma alitoa yale maoni yake, umenielewa sijui. Lakini watu wangapi wanatoa maoni? Simba ungaunga kuna unga, mtu aliipa Simba nafasi ya nne msimu wa mwaka jana hapa, ni mchambuzi huyo Simba tuliamka sisi watu wawili watatu, sisi mainfluensa, sio viongozi, sio idara ya habari ya Simba sio, unielewe. Sasa tuliamka sisi mainfluensa tukumshuti huyo mtu kwamba bwana wee, hujui mpira. Simba hata ingekuwa mbovu kiasi gani, huwezi kuipa nafasi ya nne. Tsemi Simba ikuwahi kukaa nafasi ya nne, lakini unatokeaga kama muujiza. Simba amefanya ufajiri, hajaiona Simba hata mechi moja, na imesheni wachezaji wa kimataifa ndo Simba iliocheza finali Federation ndo Simba ilioshika nafasi ya pili ikicheza finali mwenelewa bwana na Yanga, kwa maana ya mechi ya mwisho Yanga baada ya kutufunga na unakuwa champion tofauti wa pointi nne, mwenelewa so yaani ndio Simba ambayo inaonekana imeamka. Yeye huyu jamaa e, alikuwa anaitwa Nasiri Alfani kama sikosei, alitabiria Simba kushika nafasi ya nne, na so ya nne alipa Simba kuchukua ubingwa alipa, maana nafasi ya nne afadhali alipa, Simba asilimia sijui, hazifiki hata asilimia ishirini na tano kama vile Simba ni Mbeya City na Njombe Mji, lakini kwa sababu kuna muda alikuwa maoni yake tulipuuza. Sasa turudi katika msingi wetu uliotuleta ulotu, leo msingi uliotuleta leo, tunaona kina Privadinho wanamwataki e eh, Farhan nadhani anaitwa hivyo eh? Abdallah Abdallah, Abdallah. Abdallah. Abdallah. mnakupata vizuri kaka? Haya ee, bana, nataka kujua, umenisikia? sisikii vizuri na, kusikia kabisa. Ndugu yangu, karibu karibu, tuendelee kuzungumza, hamna tabu. Umenielewa bana? ni kina Privadinho kumwatake Farhani. Kwanza niwasaidie Farhani ni mtu aliyejiweka wazi kuwa yeye ni shabiki wa Simba, lakini wamfuatilie Farhani, kuna muda hapa alikuwa anaowataki wachezaji wengi wa Simba, tofauti sana na hao wanaowaita mashabiki wa Yanga ambao wako studio, wako wazi wazi wao kuna muda hata kuidosari Yanga, hawezi. Farhani anaidosari Simba, lakini ukweli nani? Abdallah, mimi nimefuatilia mechi nyingi za Yanga. Ndio, mechi mbovu Yanga waliowahi kuicheza hapa karibuni ni mechi ya juzi walioshinda goli nne na KMC, ni miongoni mwa mechi mbovu ambao waliwahi kuzicheza Yanga. Yani KMC hawakuwa na madhara kabisa, na kuonyesha kuwa KMC hawakuwa na madhara. Yanga wajikumbushe, watazame nne moja waliomfunga KMC, nne moja ni sawa na tatu bila Umenielewa vizuri. Tatu bila hizo wamezishinda Mbeya City katika uwanja ile ule. Maana yake ni kweli Yanga wana quality sawa na Mbeya City. Ikiwa Yanga wana quality sawa na Mbeya City, e city, kosa la Farhani kumfananisha kocha huyu na aliondoka ni lipi? Umenielewa sijui ndio ndio. Alipokuja mwalimu huyu mpya wa Simba huyu eh, eh, meneja mkuu pyawamhta mechi ya kwanza kulionyesha utofauti kati ya mwalimu alioondoka na yeye. Umenelewa, siu? Ndio, ndio, anakuja mwalimu amepewa kamuda kidogo, mpaka tunaingia kwenye mechi mitihani, mitihani ile, lakini timu zilikuwa hazipo hazina tabu. Umenelewa hapa, na sisi tunafahamu ndio. Umepewa muda, umekutana na na timu kama kama nani? Kama KMC ambayo ina mechi tano haijashinda kwenye mechi sita za ligi, imeshinda mechi moja, wastani wa goli moja kila mechi, ana wastani wa kuruhusu goli mbili umenelewa mechi, anajitahidi anaruhusu goli moja, tatu anafungwa, kuonyesha Yanga bado ni timu ya kawaida. Wanakwenda ofsaidi moja moja, kosa ni mpira wa kutenga, inapigwa shuti, anatema mchezaji wake wa mabeki, uwezo wa kukimbia hawana, mpira unakwenda wavuni. Kwa namna ya timu ambayo imezoeleka ya Yanga, haichezi hivi. Farhani hawezi kumwona umwalimu kama anajipya, na juzi ungepigwa mpira mkubwa Eh, wachambuzi wangesimama kutuambia, umeona mpira wa mwalimu. Lakini kwa sababu umepigwa mpira wa kawaida, anataka kuonekana mwalimu, muda bado mbona? Wanatakiwa wasimame watuambie, hawa kina Privadinho ambao wanamfanya Farahani kama ana haki ya kutoa maoni, ili mwalimu awe ameweka mpira wake, muda gani upite, kwa sababu tuliambiwa pila sayansi. Hilo kaka, si umenielewa vizuri? Ndiyo, ndiyo. Pila sayansi maanaake mwalimu akija mnatukadirisha, akicheza tu mpira mzuri ndo yeye huyu mwalimu. Kama hivyo ndivyo basi, mwalimu huyu ni mbovu kama hivyo sivyo, watupe miezi ya kumvumilia, lakini sio kumwatake Farhani. Sasa Abdallah, si hatuwezi kukaa hivi hivi, lakini tuambie wako . Mbona wachambuzi wanajiita wachambuzi na ni mashabiki wa Yanga?